Mwili wa Nduta unaposafirishwa guys, ukielekea Kenya, ladies and gentlemen, naye na Nduta ako safarini, naye na kuelekea mbinguni, aende akajibu mashtaka kwa Mungu. Unaona, kwa sababu ladies and gentlemen, hii kifo ya Nduta ni Nduta mwenyewe kujitakia. Hii kifo ni Nduta mwenyewe kujitakia, guys, kwa sababu Nduta E, aliweza kupatikana na madawa za kulevya na akakataa kusema ni nani alimpatia. Unaona, pia vilevile vile familia pia walitaka pia mtoto wao auliwe, kwa sababu pia vilevile vile wameishi na hii kesi miaka miwili, hawajawahi kuja kwa media, hawajawahi lia kwa mitandao watu wajue wako na mtoto Vietnam, mwenye alishikangwa na madawa za kulevya, unaona. So kunyamaza kwao for two years pia kunaleta red flag, kunasababisha sisi tuone ni kama hii familia imekuwa ikijua mtoto wao anafanya kazi mbaya, unaona ama, labda mtoto wao aliwakonfesia ya kwamba ni ukweli alidanganywa, unaona

Uh, sister anasema ya kwamba ama hawa masista wanasema ya kwamba ati sista yao ajawahi travel hata kwenda Saudi Arabia, ajawahi hata ku travel akaenda Ghana unaona. Lakini sasa guys, ukiangalia hii e, familia kabisa ni kama yani wote wamekula kiapo e, kama e, wanaweza ficha ama kama Nduta anaweza toka Kenya na basi aende all the way hadi Ethiopia Huyu msichana imagine, alikaa kwa basi siku tatu, kwa sababu inasemekana kutoka Kenya hadi Ethiopia ni kilomita elfu moja mia nne na arobaini na nne. Unaona, kutoka Nairobi, eh, capital, eh, city unaona so, huyu mwanamke alisafiri na basi akaenda all the way mpaka kwa mpaka wa Somalia, akapita katikati ya Somalia akavuka mpaka kwa mpaka ile ingine tena, ndio sasa aende sasa wapi? Ethiopia unaona, huyu mwanamke wakati alikuwa anasafiri, wacha tu assume alikuwa analala kwa gari. Huyu mwanamke hakuwa anaoga unaona, hakuwa anaoga definitely. Huyu mwanamke hakusafiri direct hadi Ethiopia, inamaanisha huyu mwanamke alisafiri kutoka Kenya akaenda akastop somewhere huko hivyo Somalia kalala tena akatafuta basi ingine, ndio tana ikamvukisha mpaka kwa mpaka sasa wa Ethiopia, tena akakonekt tena basi ingine mpaka wapi mpaka Ethiopia ndani, unaona so huyu mwanamke wakati alishikwa ajawahi elezea ni nani hawa wenye walikuwa wanamprovaidia accommodation na pesa za chakula ajawaisema. Kwa hivyo kunyongwa kwake ama kuuliwa kwake ni yeye mwenyewe kujitakia, unaona, wamekula kiapo na pia familia yake wana protect mtoto wao, kwa sababu damu ni mzito kuliko supu. Unaona, damu ni mzito kuliko supu e, ni uchungu hata kwa mzazi ni uchungu, kwa masista na ni uchungu pia kwa familia yenye mnashea damu. Sijui kama mnanipata, ladies and gentlemen. Kwa hivyo huyu msichana baada ya kuulizwa maswali baada ya kuulizwa maswali, ladies and gentlemen, venye alikuwa ana explain vitu na vile wao walifanya uchunguzi, wakaona waliona huyu mwanamke guys, wacha nikuambie, si jambo lake la kwanza kuji-explain, unaona na kama familia inasema ya kwamba wakenya wanaekelea mtoto wao. Ebu msichana mwenyewe ajiongelele atu explainie. Ni Saudi Arabia gani hii yenye alikuwa anaenda kupitia msitu all the way kutoka Kenya na ilihali wasichana wenye wanaenda kufanya kazi Gulf uwanga wanaenda bure. Hakuna kitu wanalipishiwangwa, na uwanga wanapanda ndege wapi? JKIA ama eh, Jomo Kenyatta International Airport. Hii kazi yake yenye alikuwa anaenda kufanya ateseke hivi vyote, kwa msitu bila kuoga, bila kukula ati anaenda Ethiopia, ati ndio akae iko siku kumi, ati ndio apande ndege, sasa ndio aende kwa nchi ambayo hata haieleweki. Na huyu msichana guys, eh, eh, passport yake ilikuwa imegongwa eh, muhuri tu, na visa yenye alikuwa nayo ilikuwa ni visa ya tourist. So hata kama wewe ni mjinga, hata kama wewe haukusoma, wakati mtu anatoka all the way from Kenya inamaanisha huyu mtu ako na a lot of properties, ako na mali mingi sana, mali ambazo ana waste kutoka Kenya kwenda hadi Ethiopia. Lakini sasa the only the problem ilikuwa hapa, ni moja, nataka tu to, to reason kama Vietnamese. Wacha tu si reason kama wa Kenya, juu wa Kenya sisi ni watu ambao, yani, hatukuangi serious when it comes to justice. Wacha tu reason kama Vietnamese sasa Ebu weka ile movie ya Rambo kwa akili yako, ebu angalia vile Rambo alikatakatwa mwili, angalia wakati wanajeshi walienda ku -invade Vietnam, vile walifanyiwa. Nataka tuingie kwa hizo ma -movies za POWs. tujaribu kuimagine vile hawa watu walichinjwa, vile hawa watu wa walilipuliwa, alafu tuanze ku reason kama Vietnamese. unaona <laughs> passport ya huyu msichana imeandikwa ya kwamba yeye ni Mkenya na visa yenye ako nayo, ladies and gentlemen, inaonyesha ya kwamba ndege yake ya kwanza alitoka wapi? Alitoka eh, Vietnam, sorry, alitoka Ethiopia, alitoka Ethiopia, anaenda all the way from Laos. Unaona Laos, mbona hakutumia nchi yake ya Kenya? mbona hakutumia nchi yake ya Kenya akatumia wapi? nchi ya Ethiopia, so hapo wakaeka tick hapo hapo, kuna red flag. Wakaeka tick. Apo kuna red flag. kirudi kwa historia ya Nduta wakasema, mimi nilisema nduta anyongwe. Sikusema nduta anyongwe. Mimi nimekuwa mkora, nimekuwa muizi wa chuma, nitasemaje mtu mkora mwenzangu aonyongwe? <laughs> eh? <laughs> nilisema ni hii, watu wache kudanganywa kwamba hashtag, eti Nduta, alikuwa juu kitu anafanya. my friend Enda mtaa enda dandora enda korokocho enda mukuru enda madhara, enda kibra hizi manini uende ulize, kwa nini mwizi akiuliwa, mwizi wa chuma ule bibi yake akiwacha, tena mwizi wa chuma anachukua huyo bibi yake, na madem ni wengi, kwa nini anee kuridhi ule mwenzake ambao amekufa anachukua? <laughs> kwa nini na wanawake ni wengi na ni warembo kuliko ule. Kwa nini mwizi mwenzake anaulewa hivi ule alikuwa naye ni anafanya nini? Anachukua, anachukua kwa sababu gani? Huyu mwanamke anajua kuficha secret, that's why anafanya nini? Anamchukua huyu dem. Mwingine ukichukua anaweza ropoko. Ya pili ule dem amedili na watu wa chuma, ukimpea bunduki mwambie, naenda kuiba kesho Nakuru, so tunakuja na gari nakukuja na nakua kesho, panda gari enda anachukua nguo anaweka kwa tumbo, ni kama kuna mimba kitu ameweka. wa anatokoja wapi? Nakuru. Unaona, mko na confidence. Akiona kama askari wanakuja anafika hapo anawasalamia, ndio ako na confidence. Ukichukua dem ambaye hajawahi iba akiona makarao anakuja hivi, si anatoa hata tupe aweze kutoka mbio, si ni kweli? So ndio huyu dem atoke hapa na hii kitu na, na bus. My friend atoke na basi wewe, nikupe ba, nini sasa hapo bag leo, eti unipelekee Migori na sikujui utaenda nayo akaenda nayo na basi kama huyu dema alikuwa dema haku waifanya hii kitu angesema akishikwa angeambia wale watu wale maafisa iko mtu nilikuwa ni pay bag kabla mnishike mjifanye ni kama mko na mimi ndio huyu dema kuje tushikwe sisi, wo? sisi, wo? sisi wote alinyamaza akaenda na nini na ngori peke yake since 2013, 2023 mpaka leo My friend mimi nasema ya kwamba vijana tukifanya kitu lazima tujue consequences, unaona? consequences outcome ya hiki ya hiki kitu. Sasa hii akinyi ule mjaluo wote anatoa kinyi ule wa chichinedu, si yako hapa, si yako hapa. Nini ako hapa Langata, amekaa miaka ngapi? Tano, na in last election 2027, bwana yake alikuwa close na Raila Odinga. Hivi ule chinedu Mbaya yake ndio wajaluo walikuwa na kunyanga pombe. Kwa nini wajaenda kufanya nini? Kumsaidia mimi niko na juzi nilienda kuona dem, dem rafiki yangu anaitwa Mazi kutoka huko Murang'a bado alishikwa na hii mambo ya mchele. Nikaona kinyi Chinedu. My friend, mimi naambia vijana wenzetu na tunawaambia kwamba uwezi lazimisha Ruto na uwezi mwekea Ruto kwa lawama ya kwamba Gaucha amefanya na hata mimi Gaucho leo iko kitu kinishika na najua Raila Odinga hawatakuja. Ni ukweli ama ni uongo? Leo nisinge na nakokene. Na, na, na atarudika kuja kwa sababu wananijua na mama Ida. Watanawa. Ule Ulimukisi Ule alipea Raila Odinga hama. Alikuwa na nani? John Bosco. John Bosco. Alikata alikata, lakini alikata alikata nzana miaka ngapi? Miaka 5. Miaka 5. Alishikwa na nini? Alishikwa na kutoa pesa kwa banki. Kwa nini? Ilikuwa ilikuwa ni ukora bado. Alafu tena huyu msichana tena, wamechunguza wamepata, huyu msichana ashawahi kufungwa Ghana. So huyu msichana anapoulizwa maswali anapoulizwa kama anakuanga na pesa, apeane bank statement, apeane do, do, do, do, ana na ni nani alikuwa nafaa kumpokea, pia hajui. Unaenda kufanya tourist, anaulizwa okay, tueleze risachi yako ilikuwa inakupelekwa wapi haswa, unaweza tuelezea, hajui. Unaona? na huyu msichana ako na right ama ako na enough time ya kusema ya kwamba ni Rich Kamunge ndio alinipatianga hizi madawa. Anaweza sema, na hii kesi yake wanaweza angalia vile wanaweza ifanya. Even though hii kesi yake guys, wacha niwaambie haikuna vile ambavyo huyu msichana anaweza samehewa. Unaona? Nyinyi watu wenye mnapiga kelele kwa mtandao hamfikiri. Ukiangalia sheria za Vietnam, wamesema ukipatikana na grams 100 unahukumiwa kufa, unanyongwa. Sasa you can imagine, huyu msichana alipatikana na grams elfu mbili, grams elfu mbili amepitisha, na grams elfu moja na mia tisa, ama sijui kama mnanipata, ladies and gentlemen.